o ya kiusalama ni kwamba wakazi wa Kitui ya Kati wamehuzunishwa na utovu wa usalama katika eneo hilo. Wakazi hao wakilalama kwamba hata baadhi ya mali ya wakubwa wao, akiwemo kamanda wa polisi, imeibiwa hivyo hawana uhakika wa usalama wao. Wamemtaka mbunge wa eneo hilo na serikali ya kitaifa kuimarisha usalama uliodorora, kwani hata vijana wanavuta bangi hadharani wakisema kuwa hakuna yeyote yule anayeweza kuwakamata. Maana hatuna amani, security imeharibika juu ya mkubwa wetu area assistant chief kuletewa maneno ambayo siyo ya ukweli, siyo ya haki kuwekelewa. Anang'ang'ana tu ajaribu tukae na amani, lakini imeshindikana. To prove this count police commander got was stolen, DCC items stolen.

na sisi tumetoka kwa Ngindu, hatuna imani, tunataka security awachiliwe awe uhuru. Sisi tukua kwa nyumba hivi, tuwe tunafanya kazi vizuri. Saa hii mimi nikiongea kama vile njoda, mahindi yangu imeenda yote kwa shamba. Ndio sasa tumekuja hapa kwa mheshimiwa wetu makali, tulete hii kilio yetu hapa, atusikize vizuri atue, atu, atu kama tumefikia kura kama MP wa Kitui Central, na sasa nataka gavana atushikilie hiyo, ajue hiyo kesi, na ajue hiyo maneno itaendaje na yenye venye